Katika SADC na katika EAC, mabalozi wote wa SADC walikuweko, mabalozi wote wa East African Community walikuweko, jumuiya ya Afrika Mashariki, mabalozi wote wa GCC Arabu, tajiris, mafuta, wa alik, akuna balozi, akuna nchi za Kiarabu tajiri zinazozalisha mafuta wote walikuwepo, EU hiyo inayotajwa wote walikuweko, balozi wa Marekani hakuna balozi, hakuna nchi ilokuwa imebakia leo. Kwa hiyo leo tumetoa taarifa zetu tuko katika hali gani? nchi yetu tumesema iko vizuri, imesharudi katika hali yake ya kawaida, iko kwenye amani, inafanya kazi vizuri, rais anafanya kazi vizuri, ameshaunda serikali yake, alimchagua mwanasheria mkuu wa serikali kwanza, akafata mawaziri, manaibu waziri, serikali inaendelea kufanya kazi yake, na mawaziri wote mnaona wako kwenye ziara mbalimbali. Kwa hiyo nami ilikuwa ni sehemu yangu ya ziara yangu badala ya kuenda kwenye kokoto au barabara au daraja mimi ziara yangu ni mabalozi ndio eneo langu mabalozi walituhakikishia katika mashirikiano wako tayari kuongeza mashirikiano zaidi wako tayari kuongeza mashirikiano katika miradi mbalimbali mbali wako tayari kuja na miradi mipya ya kufanya kazi na Tanzania zile nchi ambazo hazikuwa pamoja na sisi pia wako, wako tayari kuongeza mahusiano yao na zile nchi ambazo tulikuwa hatuna maeneo mahsusi kama vile kilimo, viwanda, uongezaji wa thamani, uchakataji, eh, digital transformation, mambo ya teknolojia ya kisasa. Ni hatua ya awali ya majadiliano. La kwanza. Ya pili, bunge la Ulaya lina haki kama bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili mijadala mbalimbali inayowasilishwa pale, ikiwemo mijadala ya bajeti na fedha zinazotumika kwenye miradi mbalimbali mbali duniani. Hatua yoyote ya kuchelewesha kusaini fedha hizi ama zuio ya fedha hizo, naomba nikujulisheni, haitoathiri serikali moja kwa moja kwa sababu ni asilimia ndogo zaidi. Itawaathiri wa, walokuwa katika mfumo wa wadau wa maendeleo, yani development partners, utaathiri wao kwa sababu nyingi zinakwenda